Katika video hii nita kuonesha njia tano halali za ta kutengeneza pesa mtandaoni mwaka elfu mbili na ishirini na tano ukiwa na simu yako tu. Hakuna utapeli, hakuna maneno mengi, ni kazi halali zinazofanyika nchini Tanzania, Kenya au popote pale Afrika Mashariki. Kama unatafuta njia ya kujiongezea kipato au kujitengenezea kipato ukiwa nyumbani, hii ni kwa ajili yako, usikose. Sasa kama uja subscribe, unaweza ku subscribe, uja like, comment, ku share, Ya yeah. Sasa tuanze na njia ya kwanza. Njia ya kwanza tunasema ni kufanya kazi ndogondogo ambao kwa Kiingereza tunaita micro tasks. Hizi ah, ni kazi ndogondogo ambazo unaweza ukafanya na kujiingizia pesa. Sasa hapa hivi kuna app maalum ya kufanya hii kazi ya micro tasks, kufanya kazi ndogondogo. Hapo hii inaitwa Toloka. Yeah, hii app inapatikana kwenye Play Store na pia ina website. Kwenyezo kwa unaweza ukaingia pale Chrome, au kwenye browser yako kwe yoyote kwa search Toloka na link ni kwenye unaweza kwa na icheki y yeah. Katika app hii ya Toloka unajibu maswali, unatazama picha au unatengeneza caption na unaweza ukajiingizia pesa. Jinsi ya kufungua akaunti uta open account ya Toloka, au website yenyewe au unaweza kwenye store app na ukajiunga kama kawaida, yeah. Kiasi unachoweza kutengeneza ni kuanzia dola moja hadi dola tano kwa siku, inategemea jinsi unavyojituma na njia malipo, unatoa kutumia PayPal, Skrill, yeah. Aya, bonus tips hapa, hivi vitu vya kunalisa sana ni nikutafuta maswali yenye malipo makubwa zaidi So tuangalie njia ya pili. Njia ya pili ni freelancing. Freelancing ni mfanya kazi huru ya yeah. na kwenye hii freelancing, ni unaweza ukatumia pia simu yako, kama una kompyuta ni bora zaidi yeah. Tuna platform kama Fiverr, Upwork na katika platform hizi unaweza ukaandika makala kwa lugha ya Kiswahili au kwa Kiingereza au unaweza ukatumia cha GPT ili kuweza kukusaidia na kama wewe ni mtu mwenye talent kwenye kitu fulani, kama kutengeneza logos, kama wewe ni developer, web developer, yeah. Unaweza ukatumia ujuzi wako huko hivyo na ukajiingizia pesa, lakini kama wewe ni una elimu ya kawaida unaweza ukaingia huko ukatengeneza makala ya au ukawa unatoa backgrounds ya yeah. na kazi ndogo zinaanza kuanzia dola tano hadi hamsini ya aya yeah. njia ya tatu ni digital product ya yeah, hapa unatengeneza ebooks, audio prayer au template, kisha unauza kwa gumroad seller au kwenye magrupu ya WhatsApp mfano unaweza ukaandika ebook ya kwa mfano kwa wale wa Katoliki, jinsi ya kuomba rosari kwa usahihi, na ukaiuza kuanzia shilingi elfu mbili na kuendelea kwa Kitanzania. Pia mahitaji hapo, nahitaji uwe na Canva, Notpad au AI ili kusaidia katika kuedit. Njia ya nne kutengeneza content za YouTube au TikTok. Unaweza kuanza bila kutumia kamera ya unaweza ukatumia simu yako, kama unaweza kutumia screen recorder, X recorder ya application hiyo. Pia hapo tutatengeneza video za AI au voice cover. Pia unaweza na maudhui ya tech, yaani mafundisho dini hadithi au motivations. Ah, pesa unazipataje hapa YouTube? YouTube watakulipa kwa njia ya AdSense, yani matangazo kama jinsi tunavyoangalia video yote YouTube, kwa wale watu ambao wameshafikisha vigezo na panaanza na matangazo, kwa hiyo yataanza matangazo AdSense, ya, na pesa zitakuwa zinapatikana na pia kuna sponsorship na affiliate links. Haya, njia ya mwisho ya tano ni affiliate marketing. Hapo utajiunga na program kama Jumia affiliates, Amazon Associates, Seller affiliates. Unaweka link zako kwenye sasa za social media zako, YouTube description au blogs ili kuweza kupata watu wengi hapo. Hivyo ndo mwisho, nimekuelezea tu hivyo kuwa na awareness kwenye hivyo vitu, na nitaendelea na mafunzo haya ya jinsi ya kupata pesa mtandaoni huu mwaka elfu mbili ishirini na tano, njia mpya kabisa na zenye majibu ya, na pia tutaendelea na masomo yetu ya ethical hacking kwa lugha ya Kiswahili ya, kuna kutoa mafunzo yake utaiangalia hapo hivyo. Description. Na unaweza ukacheki kama ni una wish kujifunza hacking ute cheki. Yeah. Basi kama umependa video yangu na njia hizi nizo kuelekeza na unataka kujifunza zaidi kwa undani, basi unaweza ukasubscribe ili usipitwe, kwa sababu nitaanza kuelekeza njia moja moja kwa kiundani zaidi jinsi ya kwanza kila kitu ya yeah. Na naomba uniandikie comment ni njia gani unapenda kuanza nayo, ili tuweze kufundishana kwa haraka zaidi. Tuungane katika video inayofuata. Thank you.